Kaunti namba 46 ambapo mahakama kuu imeamua kuwa aliyekuwa spika Enoch Okero alitimuliwa kisheria na wawakilishi wadi wa Erekenyo Tadias Nyar Nyarabo kuchaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la kaunti ya Nyamira. Hii ni baada ya wajaji wa mahakama kuu ya Bomet Julius Ngarngar kuamrisha kwamba vigezo vya kisheria vilizingatiwa wakati wa kutimuliwa kwake na kwenye uchaguzi wake Nyabaro. The courts have agreed that where we are now, this is the right assembly. And that sisi ndio halali ambao tuko katika majengo hii ya bunge na yale yote ambayo yalifanywa katika bunge mazinani ni guzi na yote yametupiliwa mbali the all arms of county government of Nyamira to accept each other for us to move on and serve the people of the county that we belong to